Ladies and gentlemen, here's the gorilla Mr. King Kong tupo kwenye basi tunasafiri kwenda Mbeya. Sawa bwana, hili ni basi <laughs> basi la Uyole Kyela Ipinda <laughs> tunaenda Mbeya, tupo kwenye basi, yaani ni basi ambalo tunasafiria kwenda Mbeya. Nani, Mbalali, Mbalali, eh, Mbalali e, Mbalizi, Mbalizi, Kiela, eh, yeah. Tukuyu, Kusokelo ya <laughs> meisha bwana. Ladies and gentlemen is the gorilla Mr King Kong. Tupo kwenye basi tunasafiri kwenda Mbeya. Sawa, bwana hili ni basi <laughs> basi la Uyole, Kiela, Ipinda, tunaenda Mbeya, tupo kwenye basi, yaani ni basi ambalo tuwasafiria kwenda Mbeya. Nanii, Mbalali eh, Mbalizi, Mbalizi, Kiela, yeah. Tukuyu Busokelo. <laughs> <laughs> Yameisha bwana. Ladies and gentlemen here's the gorilla, Mr. King Kong. Tupo kwenye basi tunasafiri kwenda Mbeya. Sawa bwana, hili ni basi <laughs> basi la Uyole kela ipinda <laughs> tunaenda Mbeya, tupo kwenye basi, yani ni basi ambalo tunasafiria kwenda Mbeya nani? Mbalali, Mbalali, oh, eh yeah. Mbalali hey, Mbalizi, Mbalizi Kiela, yeah. Tukuyu, Tukuyu. eh. Busokelo <laughs> <laughs> yameisha bwana <laughs> Ladies and gentlemen is the gorilla Mr. King Kong yeah. tupo kwenye basi yeah. Tunasafiri kwenda Mbeya, sawa bwana, hili ni basi <laughs> basi la Huyole, Kiela, Ipinda, tunaenda Mbeya. Tupo kwenye basi, yani ni basi ambalo tunasafiria kwenda Mbeya. Nani? Mbalali, Mbalali eh, Mbalali, Mbalizi, Mbalizi, Kiela yeah.